Miongoni mwa waombolezaji ambao wamefika kunako hizo zima la msiba, ama kumpumzisha mama yetu, ambaye ni mama wa msanii wa Singeli Meja Kunta ni pamoja na D Voice, mmoja kati ya wasanii ambao wanapatikana kwenye lebo ya WSB Wasafi na ni msanii pekee wa Singeli ambaye amefika mpaka muda huu. Mzee wangu, Mungu ni mwema sana, pole sana. Asante sana, asante sana. Natumaini nifahamu kwamba wewe binafsi taarifa za msiba nani ambaye alikupa? Ah, uh, mimi binafsi taarifa za msiba niligea mama kwa sababu Mkubwa alikuwa yupo pale nyumbani, hata alikuwa pale. Mimi na Meja ni watu ambao tumetoka mbali lakini pia familia zetu ni familia karibu aaaaao watu watu sana, sana, alikuwa anamuuguza yani rafiki yake wa karibu, yani rafiki yake sana. Kwa hiyo ni sisi tumejuana kutokana kwamba na mama zetu marafiki sana. Ndio kama mama yangu mkubwa. Kwa hiyo taarifa ambayo imenigusa, lakini pia Meja ni brother yangu ambaye can support, ana mchango mkubwa sana kwenye game langu lakini pia ni brother wa kitaa huko, jinsi Temeke ni kitaa. Mbona watu wa kitaa, kwa hiyo ni lazima mimi niapie sehemu kama hii kutokana na reason tofauti tofauti. Hivyo ndivyo nilipokea taarifa hiyo. Sawa so, kama mwanafamilia kama ni mtu ambaye unamfahamu kitambo sana mama yake na meja. Unakumbuka mara mwisho ni vipi ambavyo alikutana naye ama alikuwa wapi ambapo alizungumza naye nini hasa bi mkubwa kabla hajafariki? Mama kimeja mimi naongeaga naye mara nyingi sana, akiwepo na mama, kwa sababu mimi kwa kila siku lazima niongea na mama hata mara tatu mara nne kwa siku. Kwa hiyo akiwaga naye, lazima nipe ongea na mama yako mkubwa. Sijaongea naye kwa sababu nilisikia tu alikuwa amesafiri hapo katikati. Mama ananiambia tu, mama yako mkubwa alisafiri kwa kaenda Lindi aga sinaga namba yake hata namba yangu ya zamani ambayo yanayo pia mimi situmia sasa hivi. Kwa hiyo nahisi hatukuwasiliana kuanzia hapo, lakini mara kwa mara anapokuaga yupo kwa mama lazima tuwasiliane. Kwa hiyo sijaongea tu muda mrefu kwa sababu alisafiri. Ni msanii pe pekee wa Singeli ambaye amefika yeah, ama ambachi, ni msanii pekee wa muziki ambaye amefika. Ni ukaribu ambao umezungumzia upo ama una kitu binafsi ambacho kimekufanya wewe ni wa kwanza kufika? Ah, mimi nimekuja kama, kama, kama msanii lakini pia kama mdogo wake lakini pia kama mtoto wa marehemu. Kwa hiyo nimeapia hapa lazima ni wahi tuhakikishe mipango. Kama kuna kitu cha kuseti, kama kuna kitu cha kukieka sawa tukieke sawa, kama kuna kitu cha kusaidia tukisaidie, kama kuna kazi ya kufanya ifanyike, ili mradi hata wageni tunavowakaribisha tu katika sehemu sahihi, katika hali ya majonzi, maumivu makubwa kwa dhifu, kwamba anahitaji kwanza msaada wa kampani, kumfariji, kumshauri ili mradi mambo yakae sawa kwao. Nimefika kama mtoto kama mdogo wake meja kama pia msanii ambaye yuko hapa kuhakikisha tunaweka kila kitu sawa ili mradi hata muda wa mazishi unapofika wakija wageni wakute kila kitu kiko sawa maturubai nini viti kama kuna kitu kinahitajika kiwepo that is why I'm here brother sawa wewe ni mwenyeji unaweza kuwafahamisha sasa watu hapa tupo wapi na msiba ni maeneo gani kwa wale ambao labda walitamani waje hapa tuko temeke temeke yote tuseme ni azimio hii yeah, azimio kwa watu wenyeji, wakifika pale Azimio. Ukifika hapo njia panda, unaulizia kwa msikiti wa Mnyamaki. Msikiti wa Mnyamaki unaelekezwa mpaka hapa maeneo ya GB. Ukifika GB tu hapa, kabla hata hujenge Baki, GB ni hapo. Ukifika hapa GB utaona tu maturubai, ni karibu sana. Kwa kama unatokea town huko, ukimaliza roundabout pale, ukifika roundabout ya Davis Corner, unanyoosha, unanyoosha, utafika mbele, utaulizia na pataka msikiti wa Mnyamaki. Msikiti wa Mnyamaki ukifika, utanyoosha tu mbele, utaona tu na maturubai sio pa kupotea. Asante sana, tuendelee kuomboleza. Asante sana brother.